Mambo, vipi? Safi, poa, vizuri, niko njema, nakupenda, nimenawiri vibaya vibaya. Natamani usiondoke, unajua usiondoke, niendelee kubaki hapa, ngoja nikuita kabisa, tuachane na jamaa yako yule anauza ice cream. ah, ah, e, ah. e, sio naela, <laughs> azungushe ice cream manangu, kazi mzunguko na kwa mrefu lakini bichi boy akipiga trip yake moja ana dola mia Eh, eh, atanipa sasa dola, dola. Ushazoea uh, ush kutumia, hmm? Eh, natumia dola eh, e, dola haisumbui kwa tuna dola ah, huko tunatumia eh, kwa dola eh, dola, dola eh, nikute eh, handsome eh, unanikosha eh. <laughs> unanikosha vibaya vibaya, ni unataka unaogosha eh, unajisikia eh, raha eh sana, na hata wachumo pia wanasikia raha au kiaaa na smile. anapata kile kiti ambacho anakipenda. Acha bwana, eh, sana. Abdul-jalil ndo suti eh. Eh, kawaida yangu vitu vyangu hivi eh. Najua ukisha kuwa na uhakika na timu yako eh, vaivai sana jezi mm, mm, suti tu. kwa hiyo wasemaji ambao wanavaa jezi za timu zao sana eh, ni, yani, hawana uhakika na timu zao uhakika gani sasa? eh. uhakika gani uh, uhakika wa ushindi hawana uhakika huo Oyo una mtu anakula zake suti uh, au kanzu ana uhakika, yani ushindi upo. Yaani always vote takavokuwa ushindi unapatikana. Yanga umewaona, wameshatua. Unajua sisi tulikuwa tunaandaa team toka tarehe ishirini na nane. Mm. Wao wako wanazurura wana? eh, mara sijui wameenda Mbeya, viongozi, mara sijui wameenda wapi wanapost post sijui mtu kaenda Morocco eh, sisi tunaandaa team. Mm -hmm. Wao wako mjini, kitakachowakuta, tusije tukalaumiana wananchi. Yanga wao ndio wanazungumzia hivyo, kitakachowakuta. Sisi wakati tunaandaa timu, wao wanazurura mjini. Kwa hiyo kitakachowakuta, tusije tukalaumiana kuambia siku ile kwamba timu yetu, kuna wakubwa hawa wawili, sisi na wananchi. Sasa wananchi, unajua hata kama ukiwa mkubwa, mm. ukienda ee, fuatilia viongozi wewe wakienda kutembelea kwenye kwenye uh, nchi za mm -hmm. viongozi wenzao, we, we mm hawakai -hmm. pale meza, hawakai pale wanapokaa pale mwenyewe wanakaa pembeni. Kwa hivyo mm -hmm. kwa hiyo tunaweka kiti cha pembeni. Sasa sisi tunajua tumekifanya nini kile kiti mara mm -hmm. e, wanadondoka kwa hiyo wakikaa wameanguka, tunafanya kazi yetu, shughuli yetu imemaliza. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia, sisi tunaandaa timu, wao wapo mjini wanazurura, na unajua Dar es Salaam ilivyokuwa ina hekaheka heka zake mm -hmm. e, jiji la hekaheka lile e, starehe nyingi. Kwa sisi wakati tunaandaa timu, wao wapo wana, wanafanya mambo mengine. Kwa hiyo kitakachowakuta, tusije tukalaumiana, okay. Unamaliza sana maneno wakati hapo ah, ulipo, umetoa sare na TRA. Nimekuambia mwanzo, umeniuliza mm -hmm. kwa nini umevaa suti na uhakika na timu yangu mm -hmm. Siku ya kesho kuna surprise nyingine tena na ishusha, ambayo ni eh, msauzi, huyo mchezaji mtoto fulani mwenye asili ya kisauzi na na, na Tanzania, namshusha kesho katika dimba la kiungo lile dimba shilingi eh ndio eh, unamtambulisha vale rasmi au uh, rasmia, uh, uh, uh, tunamtambulisha rasmi mechi hiyo, na ametuahidi kuwa Uh, hawa wachezaji wanaokoteza okoteza, hujui wana okoteza? uh, so, so, so, habari za mjini, mimi e niko huku Unguja mjini na sijui habari hizo eh, wewe usijui kuna timu inaokoteza wanaokota okota wachezaji wao wanaokota wachezaji wakina nani sasa? Yani wewe mm. Timu yako uh, unakwenda kumsajili mchezaji ambaye timu nyingine alikuwa hapati nafasi sasa, so, kusajili kuokota okota hiyo eh? mm. Uh, uh, kwa sababu unajua kwan, uh, spiritu, kwa mfano wale watu ambao wanaokota chupa mm -hmm. ambazo hazi uh, uh, chupa chupa zile watu wanaokota mm. Wale wanaokota zile chupa kwa sababu hazina tena matumizi kwamba zishatumiwa. Ewa, unanifahamu sana yani <laughs> zile chupa, matumizi yake yameisha, watu wamestupa, kwa hiyo wale wengine wana wanaokota. Kwa hiyo ndo wananchi Yanga, kwa hiyo e, hawa wachezaji wao wanaokotaokota, wasije wakatupangia, watadhalilika sana. Tunawaheshimu, lakini tutawadhalilisha kija wakatupangia wachezaji wanaookota. Wana wewe Muhammad Damaro yuko e, sisi hawa wameokota, amna amna kabi. fundi kabisa wameokota wamemtoa Singida Black Stars, lakini tumemwona pale cha k naye ametua hajatambulishwa bado, lakini tumemuona kasa vile. Ujue shida ya kuokota, mpaka kutambulisha unaona aibu, awe maarufu ya kuokota hiyo, akafanya nini? Ah, si bado wale wale kwenye utambulisho sh ana assist ana namba 10 sasa, hiyo namba 10 eh, hiyo namba 10 kweli, ndio unajimaliza wewe, hata kitu wanaokota oh makopo, wanaokota makopo. Hebu niambie kuhusiana hmm. na wewe wachezaji wako ambao wanakupa jeuri kweli kweli, mpaka unasema kwamba bana sisi hmm. eh, wananchi Yanga Sports Club watakwenda kuiona kazi. Sisi tuna watu tuna watu jeni hmm. eh, kuanzia eneo la ulinzi, eneo la kiungo na eneo la ushambuliaji eh, siongei sana, nataka watu wakaliangalia goli ambalo tuliwafunga wale watoto wa TRA wale hmm. eh, angalia goli wao, walifua goli lao la dondokera, imepigwa imeingia pasi imeanza kwa golikipa imekwenda kwa fullback wa kulia imekwenda kwa kiungo imekwenda kwa kiungo mshambuliaji amewekewa striker, boom! magoli ndo anavyofungwa jeni hayo mm -hmm. Sasa jeni umeupiga mpira kama ile goli waliofunga hapa katika umepigwa mpira inamkuta mtu mtu, naye wamepiga hawa nao TRA wamepiga mtu wameukosa yeye so magoli hayo, goli linatakiwa lionekane na njia zake. Goli linatakiwa lihusishe maeneo matatu muhimu ya kwenye mpira ambayo ni: eneo la kiungo, eneo la, uh, la, la, la ulinzi, eneo la kiungo, eneo la ushambulaji, ndo goli mm. magoli ya Barcelona wanafunga Real Madrid kwa. So goli unabutua una tu imeenda imekuwa na, ndio maana nakwambia, ha, haya makopo anayookota, wasiji wakatupangia, tutawadhalilisha vibaya vibaya katika mchezo huu. Mm. Yeah, unajitengenezea yeah, mvua ya magoli yeah. Asa, mvua kwa nani? Kwa wananchi Yanga, ujawaona wameshuka hapo wote, wakina pakome, watu kweli kweli, wataalam. mfungaji ni, eh, ni we waza Yanga, goli anatia nani? wengi pale, yeyote anayepata nafasi. Nani? Awe, Yanga eh, nani sasa goli atatia eh? Mbele ya Rahim Chikuni, mlinzi huyo, kutokea pale katika uh, ardhi ya Zabibu eh, makao makuu ya Tanzania. Rahim Chikuni beki kabisa huyo. Eh, tumemleta pale aje aongeze nguvu katika ulinzi wetu. Nani atatia goli hapo? Eh? Eneo eh, la kiungo tuna kiungo bora kabisa so far. Yaani toka mashindano yaanze, toka mashindano haya yaanze. Timu ambayo ilionyesha mpira mzuri na wakuvutia ni sisi. KVZ. Umesemaje? Eh? Umesemaje? Kila kitu tumepiga pasi katika ule mchezo dhidi ya, ya TRA tumepiga pasi mia nne pasi mia tatu, zi, uh, mia tatu na hamsini zimefika kwa walengo sasa mm -hmm. nani alofikia ubora huo walobakia wote ni e, yangaoye unajua yangawe yangawe anakuwa <laughs> yangawe inapigwa nyuma huku inaenda mbele na huko anarudisha huko yani inapigwa golini kwa kwa golikipa na golikipa hajazaliwa je ni kipindi cha yangawe <laughs> <laughs> ndio <Yangawe laughs> hivyo eh yangawe ilikuwa akianza sijui keni mkapa au nani inapigwa mbele wachambua chambua huko imeokolewa inarudishwa e, yangaoye sasa timu zote zinacheza Yanga, e, halafu uzuri zaidi, uh -huh. uh, Mwalimu Malale hamsini kuwafunga. Atawaambia ile pale, si aliishia kwenye sare mm -hmm. uh, na soka kubwa alipiga katika ile timu ambayo aliyotoka mm. Kwa hiyo amekuja hapa uh, na achaji bora kuliko timu aliyotoka. Amekutana na uongozi bora kuliko timu anayotoka. Kwa hiyo hapa sasa ndo tunakwenda e, kumaliza ile azma yake ambayo aliiweka ya, amba ya kuwafunga Yanga inakwenda kutimia na mm, mengine yanaendelea. Nimejaribu kuongea na wadau mbalimbali wa soka mm. Wanasema kwamba, ah, eh, KVZ kesho nakutana na Yanga ya moto kweli kweli na itambabua ita vibaya mno kwamba mtapigwa mm, goli nyingi mno. Nikauliza mm, kwa sababu gani? Wakasema wewe, Yanga kwanza hana ugeni popote mm, eh, anapokwenda Uh, hususani hapa Zanzibar mm -hmm. Akasema ana kikosi ambacho ni kipana na bora. Nikasema mm -hmm. Basi sawa, nikikutana na Abdul Jalil nitamwambia bwana, nifikishe salamu. mm. mm. Watu uliongea nao wamekuja mjini kwa mbio za mwenge. <laughs> Kwa nini eh? kwa sababu gani? <laughs> <laughs> Wenyeji wa mji wanatujua sisi zaidi kina nani? Lakini hao waliongea nao wao mm. wanakaa mjini, sikatai, lakini wamekuja kwa mbio za mwenge. Yani sio wazawa, sio wazawa hapa. wazawa hapa hapa watakuwa wamenielewa e, juzi tu nilivyoongea kuwa sisi hapa ndio tutaamua nani afanye nini. mm. na unani apate kipi na unaona kabisa e, naona kabisa naona sare yako na TRA uliotoa. e, sare yangu na TRA ile ilikuwa ni starter, leo tunakwenda kumaliza yani. e, pale ilikuwa tumewasha gari, alafu leo tunaanza safari na barabara hizi ambazo rais wetu ametujengea, tunanyoka tu hapo jeni Eh, tunanyoka tu. Usinyoka kimbia tu. Ah, nimkimbie nani? Tunatuza sana kumbukumbu -kumbu eh, nimkimbie Nimkimbie. Nani? Kumbukumbu. Unajua uh, Yanga e, Yanga haja kutufunga katika uwanja huu toka ile Yanga haja kutufunga katika uwanja wa New Amaan Complex. Mhm. Mm Kwa hiyo kesho uh, tutaendeleza pale ambapo tumeishia. Mhm. Eh. Lakini historia ipo kwa ajili ya kuvunjwa. Yeah. Uh -huh. Ay, ay, ay, najua najua historia ipo, lakini hatuwezi kufungwa na watu wanaokota okota wachezaji. Ah.

Hebu tuzungumze kisoka zaidi, kwa yeah, namna ambavyo umeona Mapinduzi Cup kwa msimu huu yeah. tumewaona Simba Sports Club wameingia hapa lakini, mm. pia wananchi Yanga na wao wameingia, mm. e, timu zi, uh, zote ambazo zinashiriki sasa Mapinduzi Cup 2026 mbili mm. sita tayari zimeshatua hapa Zanzibar yeah, inakupa picha gani ya michuano ukiangalia, of course, mm. ni picha nzuri unajua, na haswa ukilinganisha okay, uh, na udhamini ambao upo na ukiangalia mm. okay, misimu iliyomalizika na msimu huu ni vitu vingi tofauti unajua eh? E, ari imeongezeka ya wachezaji, upambanaji, e, na kama unavyojua, mara nyingi sana wachezaji wa Zanzibar huwa wanatumia this uh, platform kama njia yao ya kujiuza au ya, ya, ya kujitangaza zaidi kwa sababu Uh, Tanzania nzima kwa akili yao yote inakuwa katika uwanja wa Amaan. Vilabu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali vinaangalia, kwa hiyo ni fursa nzuri. Lakini kikubwa sana ni fursa ya kuonesha jinsi gani na sisi na timu za Zanzibar zina uwezo wa kuonesha kitu uh, cha tofauti ambacho watu wamezoea wame, wame, wame kukiona. Unajua mara nyingi sana uh, ni kuibia siri moja hmm. Timu nyingi za, za Tanzania bara huwa zinatuchukulia zina, zina easy sana timu za Zanzibar, mm -hmm. Ya na kwa hiyo kutumia fursa hii platform kama hii huwa ndio tunayotumia, uh, kuhakikisha kwamba tunaonesha kuwa hizo akili zenu zinavyowaza tofauti na, mm -hmm. na sisi tulivyo. Kwa hiyo tunataka tuwaoneshe kwamba sisi ni wabora kuliko nyinyi, uh, na ndio jambo hilo sasa iatufanya sisi KVZ tuwafunge Yanga, la kuonesha sisi ni bora kuliko wao. Basi mimi nikutakia kila la kheri, lakini kama una ujumbe wowote kwa mashabiki mm. e, wa KVZ wapenda soka waambie kupitia Kishaitv. Uh, mashabiki wetu wa KVZ na wasihi kwanza waje kwa wingi siku ya kesho uh, kuja kushuhudia kananda safi. Najua wale watu ambao wamekuja kwa mbio za mwengi watajaza sana uwanja, watakuja wingi uwanjani. Uh, lakini nawaahidi kuwa uh, mashabiki wetu sasa wajiandae kupata burudani safi kutoka kwetu, lakini vile vile nataka niwahakikishie kuwa hatuwezi kufungwa na watu ambao wanaokoteza ukoteza. Hatuwezi, hatuwezi kufungwa na watu hao ambao wanaokota ukota tu, eh, wakiwa na vitu vimetupwa huko watu, uh, wanaviokota. tuko hapa kuhakikisha kwamba tunaimarisha uh, au tunaonyesha watu uh, heshima ya Zanzibar, kwa sababu kuna mtu mmoja tayari ashatutia aibu. Uh, ameshaaga mashindano uh, kwa hiyo uh, uh, tumefurahi yeye kuaga. Kwa hiyo sisi ambao tupo uh, tutahakikisha kwamba tunalinda heshima ya Zanzibar na tunahakikisha kwamba kombe linaendelea kubaki katika visiwa vya Unguja na Pemba. Sawa, kila laheri bwana, asante uh, sana na kesho pia uvae suti hivi kaida yangu hmm. Vitu vimekaa. Vimekaa sawa. Na, na, na, na, na, na saa onyesha, e, saa mm -hmm. e, wale e, wajuzi wa mambo saa watasema, saa ya wata, wata viwango mm -hmm. kabisa, pamoja e, na suti saa ukiwa na uhakika ushindi, huna mm. haja ya kuvaa jezi, vaa suti tu, vaa suti, vaa kanzu, vitu e, vingine vinashuka tu kidogo kidogo, basi sawa mnaenjoy lakini eh, e, eh? Mm. Eh, basi kesho watu wataenjoy sana. <laughs> Eh, kesho watu wataenjoy sana. Haya, hata tuone ngoja yenyeshe tujue hapo panapovuja. Sisi fagio la zamani, kesho tunakaribisha fagio jipya.